Changamoto kubwa inatokea baina ya mmiliki wa bodaboda pamoja na dereva. Mara nyingi bodaboda boda wenyewe wanakuwa sio waaminifu katika kupewa kile chombo cha watu, na pia matajiri nao ambao wametupa hizo vyombo, nao saa nyingine kama vile hawaaminiki kwa sehemu, lakini kubwa ni sisi wenyewe, kwa sababu unakuta umepewa chombo, inatakiwa ulipeleke marejesho, lakini baadaye unakuwa unafanya starehe na nini na nini, unakuwa hujapata ile pesa ya kupeleka ya marejesho kama hesabu. Sasa chombo kinaweza kikaharibika, alafu unakuwa una hela, kwa hiyo unakuwa hujapeleka marejesho ya watu. Hapo sasa, mwenye bodaboda, mnaanza kusumbuana, mwishoni anakunyanganya chombo. kwa hizo ndio changamoto, na huo ndio huo unakuwa ni mwanzo wa mgogoro kati ya dereva pamoja na mmiliki. Uh, umezungumzia kwa upande wa mmiliki wa chombo, ambaye yeye ndiye anakuwa ana, anasubiri kupata marejesho yanasumbua Uh, tunakubaliana kabisa mkataba kwa siku labda ni shilingi elfu saba kwa wiki labda elfu sabini tuseme, inakuwaje mtu anaanza kushindwa kuleta marejesho? Uaminifu unapungua sehemu gani? Kunakuwa na tamaa imeingia katikati ama inakuwaje kwa upande wa dereva? Eh, kwa upande wa dereva saa nyingine sio tamaa, ni kama starehe, kwa sababu unakuta una kai kazini, anaenda kwenye starehe may, maybe labda siku mbili siku tatu sasa anadaiwa labda shilingi elfu saba kwa siku, alafu siku tatu hajafanya kazi. Sasa anaanza kumsumbua mmiliki wa wa chombo kile. Sasa mmiliki naye akiona uleti mahesabu, anaanza kumfuatilia kwenye kituo na nini, mwisho wa siku ananyanganywa chombo. Kwa hiyo changamoto ni starehe tu, lakini sio changamoto ya kushindwa kulipa, ni changamoto ya starehe, hasa kwa vijana wadogo. Kwa vijana wadogo changamoto ni starehe, pesa zikichanganya, hajaingia kazini, anakuja kukumbuka kwamba kuna marejesho alafu kazi bado aliyefanya inakuwa ni changamoto. Turudi kwa wamiliki, kumekuwa pia na changamoto ya madereva sisi kuwalaumu wamiliki kwamba bwana, wamiliki kuna wakati huwa wanatutengenezea mazingira ya hivi vyombo kupotea. ili lina ukweli wowote kwenye kwa muda ambao umepiga kazi ya bodaboda kwamba bwana jamaa amepoteza chombo lakini ni kama mmiliki naye amehusika hivi, hasa wale ambao wanachukua vyombo vya mkataba vinakaa karibia mwaka mzima hapo siwezi kusema sana, lakini kwa kweli wamiliki saa nyingine tunakuwa na wasiwasi nayo, kwa sababu unakuta mtu amekupa pikipiki unakaa naye siku mbili siku tatu, pikipiki ni mpya, inatokea imeibiwa, labda umeacha mahali unakuta hamna, haipo. Alafu unafuatilia na mmiliki hawezi kuelewa kwamba pikipiki umeibiwa, anaanza kuwa na wasiwasi na wewe, na sisi tunakuwa na wasiwasi e, na yeye, kwa sababu na yeye pia ushirikiano katika kutafuta unakuwa na ukakasi hapo. Kwa hiyo tunakuwa tumeaminiani kwa asilimia kubwa sana asilimia chache tunamwamini miliki, lakini saa nyingine tunakuwa na wasiwasi kama wanadamu. Kuna wakati fulani unaweza ukahisi kwa mazingira haya na, na kwa nini mara nyingi vyombo hivi vimekuwa vikipotea mwishoni mwa mkataba, ili hamjawai kujiuliza kama madereva. Aa, tukisema hapo tutamkosea Mungu sana, lakini tunakuwa na wasiwasi nao tu kama mwanadamu, lakini tunakosa majibu, tunakosa majibu kwa hapo kwamba, ni ni ujanja wao na nini au ni sisi lakini pia baadaye, tukipata chombo, maana saa ingine tunafuatilia vyombo hivyo tunavipata, sababu kuna wamiliki nao wamefunga GPRS. kwa hiyo tunaweza tukafuatilia tukapata. Lakini sasa unakuta umepata chombo, lakini unakuwa na wasiwasi, nani amekuibia, kwa sababu mwizi hujamuona ama umemshika, lakini amepotea. Kwa hivyo vitu ndio changamoto ya wamiliki mbali na changamoto ya kutokuaminiana, changamoto ya chombo cha mkataba nyingine huwa inakuwa ni nini? Nimesikia kuna hili kwamba bosi akijisikia tu, anaweza ukishindwa kufanya marejesho labda kwa wiki, anakuja na kuchukua chombo. Akisha kichukua chombo, inafutika ile hesabu ya mwaka mzima, yaani inakuwa ni sawa sana haujafanya chochote. Ni kweli, kuna wamiliki wa vyombo hivyo wengine hawana huruma kabisa, yaani hawana huruma. Kama tuna marafiki zetu, tunawafahamu ambao wamejaribu hesabu lakini imefika mahali wameshindwa kupeleka, na bado miezi miwili mitatu minne, miliki anakuja anachukua chombo, unaenda unamwomba jamani, ilikuwa hii na hivi, lakini hana huruma kabisa. Kile chombo anakuwa amefuta mkataba na umempeleka hela nyingi, anakiuza chombo chake kwa bei anayetaka sasa, na mnaachana. Lakini sasa kulingana na mkataba huwezi kumfanya chochote, inabidi tu unaugulia una moyoni Manake kuna shida kwenye hii mikataba ambayo tuna sign kwa sababu, kama mmiliki anaweza akachomoka tu akasema bwana, hujaleta uja marejesho labda kwa wiki moja, mimi na wewe tuishia hapa. Manake kuna shida, hii mikataba yetu inakuwa na mfumo gani mpaka kunakuwa na mazingira magumu kwa madereva hivi? Kwa mkataba uko sahihi kabisa, kwa sababu unausoma na unauelewa, lakini changamoto inavyotokea ni utu tu, amna, kwa sababu mkataba unakueleza kabisa kwamba umeshindwa, umefanyaje, chombo kinachukuliwa, lakini sasa Ule utu ni sasa, sasa, utu sasa wa mtu mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingine hicho tunashindwa kulipa tunamtafuta mwenye mkataba mwingine, tunaongea naye, kuna wengine hesabu yako iko pale pale. Saa nyingine tunasahau kanisa. Yaani tunamsahau Mungu kwa ujumla kwa sababu anadai mpaka hiyo siku ya Mungu ya ibada. Yaani mmiliki wa chombo haelewi kama kuna weekend na nini na anachojua kwamba weekend ndiyo siku ambayo unapiga pesa zaidi kuliko siku nyingine pia. Ndiyo haelewi kabisa leo ni Jumapili au ni siku ya Jumamosi ambayo ni Sabato, hataki kuelewa kabisa. Anadai lake ile ile. Na mara nyingine tunapaki lakini tunakuja jioni kuwahi kwa ajili ya kutafuta hiyo hela yake. Sasa, yeye angeweza, kama kuna uwezekano angeweza kutuangalia siku ya Jumapili, basi ikiwezekana tupaki siku hiyo lakini wao wanadai mpaka siku ya ibada. Hiyo ndio changamoto ya mikataba ya boda boda. Mtu anajikuta inawezekana labda alikuwa analipa vizuri lakini akimeza siku tu ya Jumapili, kutokana na mmiliki alivyokuwa serious, na mwisho wa siku mgogoro kati yake yeye na mmiliki unaingia. Na hii siku ya Jumapili, uh, chombo kinakuwa kimebaki kwa, kime kwa dereva ama kinarudi kwa mmiliki? Kawaida inatakiwa ibaki kwa dereva kwa sababu sisi tunakuwa na booking ya wateja, maybe wateja wanaweza wakawa wanahitaji Jumatatu usiku. Sasa kama kiko kwa mmiliki inakuwa changamoto usiku kufuata na kuchukua chombo na kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo tunataka tulale nacho ili angalau kama nina mteja wa saa 11 niweze kuwa inacho. Kwa kuliko kuifuata kwa kwa mwenye pikipiki inakuwa changamoto. Na kuna utaratibu wa namna ambavyo hii mikataba kwa maana kuna wale ambao wanapiga kazi chombo kinalala kwa bosi, ama mkishaingia mkataba usimamizi na usalama wa chombo unabaki kwa dereva, sio kwa mmiliki tena. Mmiliki atahesabika kwenye maokoto tu. Ni yani kweli mmiliki atahesabika kwenye mwokoto tu, lakini dereva ndio anakuwa mmiliki, ana, ana, ana anakuwa ana na usalama wa kuhakikisha chombo kiko salama na kila kitu, yaani kila kitu tayari na nini, kila kitu. Hata chombo kikipata shida, matengenezo ni dereva ndio ni dereva anatengeneza kwa pesa ipi? Pesa yake? Pesa ya bosi ndio maana saa nyingine tunafanya kazi mpaka usiku, kwa sababu unakuta unatafuta ya, ya bosi alafu unatafuta ya kutengeneza chombo na unatafuta ya chakula ya watoto, samuni kama pia kinawezekana. Kwenye hii mikataba inaleta migogoro pia, kwa sababu bosi umempatia chake vizuri, chombo ni cha kwake bado na sio chako, si ndio? Kimeharibika bado unachukua ile advance ya yako, tena unatengenezea chombo, mwisho siku ni kama unakuwa unamtumikia bosi tu peke ya yake. Uh, sawa. Lakini ndugu mtangazaji, mtangazaji mimi ni kujibu tu kwa, kwa mimi kama wangeacha hiyo siku ya wa Jumapili wasitudai, nafikiri Mungu anaweza kaweka mkono tukapata maokoto bila shida yote, na mikataba tukakubaliana vizuri tu. Kwa hiyo siku wanavyoizuia ya Jumapili na hisi vijana tunashindwa sasa kumwomba Mungu kwenda hata kanisani na kujaribu kuzungumza na Mungu kwa imani yangu. Lakini na hii ni kwa wamiliki wote, ama kwa baadhi ya wamiliki ambao wanakaza mpaka siku ya Jumapili kwa asilimia kubwa ya wamiliki. Kuna wengine wachache ambao wana imani hii ambayo mimi naizungumzia lakini kwa wengine sasa ndio hiyo changamoto inakweta. Jumapili pili anataka kama kawaida, hataki kuelewa bara <laughs> Sawa. Kwa upande wake wewe, uh, kwenye kazi ya bodaboda kwanza, umefanya kazi ya bodaboda kwa muda gani? Nashukuru Mungu nina miaka kama kumi na tano kwa sababu mimi nimeanza kazi ya bodaboda, rais akiwa ya Mrisho Jakaya Kikwete nikamaliza hiyo miaka mpaka sasa, Mama Samia Suluhu Hassan ndio rais. Kwa hiyo ni miaka mingi sana, namshukuru Mungu. Mimi nimeendesha pikipiki za watu, lakini sasa nimemiliki za kwangu kama tatu. Kwa maana hiyo, sasa ulianza kama dereva kwa kuajiriwa na mtu, ukapambana ukamaliza, ukahakisha kwamba umepata hiyo bodaboda ndiyo ya kwako, na ukaanza nayo harakati, pia ni yaani? Kweli kabisa, nimeanza ya watu, nimeendesha kwa uaminifu na wakanisaidia na mimi nimenunua ya kwangu. Sasa ndo hizi tatu nyingine. Nawe pia ni bosi kwa namna moja ama nyingine? Ah, hizo zingine nimeziuza kwa sababu ya changamoto ya madereva ambayo sasa yani asara, mimi najikuta napata hasara kwa sababu mimi naweza kuwaonea huruma, kwa hiyo nikaona basi niuze tu <laughs> sanihatari kwenye miaka kumi na tano mwanangu, unajua hizi kazi hazikosi changamoto, hazikosi visanga, majanga na nini. Kwenye miaka kumi na tano ulishakutana na kisanga gani kwenye kazi ya bodaboda ambayo unasema sitokuja kusahau? Ni kweli ni kazi nimeichagua, lakini sitokuja kusahau. Ni kweli, nashukuru Mungu mwandishi, tena leo nimepata pa kusemea. Mimi nikiwa na miaka kama mitatu kwenye kazi, nafikiri rais alikuwa Jakaa Kikwete, nilishatekwa niliokodishwa na abiria , akanipeleka nyumbani kwake, akaniingiza ndani ya geti. Ni nyumba ina shoti za umeme, lakini namshukuru Mungu kwa sababu baada ya kuona mazingira yasiyo rafiki, niliweza kuruka fensi, nikatafuta msaada polisi, na mapolisi walikuja wakanisaidia, wakanitoa katika maeneo yale, lakini walizungumza na wale watu na fikiri walielewana, wakanirusha pikipiki yangu ilikuwa ni mpya kabisa wakati huo, wakanirushia pikipiki yangu na mimi kama mzima. Basi Jumapili nikaenda kumshukuru Mungu ndani ya fence kabisa ya nyumba. Na ni mazingira yapi ambayo uliona? Mbona kama sielewi hao jamani, kama wanataka niteke? Niliona mazingira, wa ni ni mazingira ni mabaya kwa sababu alieni kuonesha ni mwanaume. Na niliona ukuta kule ndani ni, ni wanaume na ni wanaume ambao sikuwaelewa kwa sababu ni kama wamelewa, si wamelewa. Kwa ni watu ambao mimi nilishtuka kama mwanadamu. Kwa hiyo nikachukua hatua ya kukimbia kuzunguka ile ukuta, nilikuwa na koti refu, kwa hiyo nilishika zile shoti yote nikaruka kapiga wenzangu, wakaja pale, wakaita polisi, na polisi wakaja wakalishughulikia hilo swala, nikaridhika, wakanipa pikipiki yangu. mimi sikutaka ah, walikuwa na kukimbiza ama ni wetu. Uliona mpaka kama mazingira hayako sawa eh? Niliona mazingira hayako sawa mimi, nikaamua kujiamini, nikakimbia. ni mapema kabisa yeah, ni okay, wakiwa wametulia ndani, wakashangama na polisi ameshafika tayari. Eh, wakashangaa, mbona jamaa hayupo? Wakawa nitafuta mi nawaona kwa nje, wananitafuta huko ndani kwao, mi nikawa nimeruka fensi. Polisi baadaye baada ya muda wakaja, kwa sababu sikuweza kutoka maeneo haya, niliwaita polisi wakaja pale, kwa sababu ya chombo kiko pale eh, ili wasije wakachukua chombo changu, labda wakaficha au wakafanyaje, na mi nilikuwa najitafuta kwa <laughs> wakati huo <laughs> Iikweli kazi zina changamoto sana. Tangu hapo ulipokutana na huu msala, ni kitu gani huu unakizingatia kabla hujaondoka na abiria kwenye kijiwe cha bodaboda na, na umpeleke popote pale ambapo anakuwa amerequest mweze kwenda? Yani, kwa kweli nachozingatia, simwamini abiria aina yoyote, hata kama ni ndugu yangu. Kwa hiyo nikimweka hapo nyuma nakuwa najihami sana, naangalia anajigusaje, anashikashikaje, kwa sababu pengine ana silaha na mimi sina silaha yoyote, kwa hiyo akiniambia unanisha mahali fulani, nimefika mahali ae an mazingira, ndugu yangu, usiku, hasa mida ya usiku, changamoto kubwa kwa mtu yeyote yani, nimejiwekea hivyo hio na mpaka muda wa kupaki nimeshaweka kwenye maisha yangu kwamba mimi kifika saa fulani, hata kama ni rafiki yangu, labda una shida, lakini unaniambia nije nikubebe hapo, utaona na wabaya ni. Ni tukio gani la kutisha ushawahi kutana nalo mpaka unaogopa kiasi hicho? Mzee wangu, kuna rafiki zangu amepata ajali na ni mida ya usiku, kwa hiyo pia hiyo naona ni changamoto, kwa sababu usiku walevi ni wengi. Wengine hata unakuwa uko kwenye usalama, lakini gari inaweza kufuata ulipo. Kwa hiyo hayo pia ni sababu na pia lingine usalama wa usiku ni mgumu sana, mdogo sana. Kwa hiyo imenipa mimi kujiwekea sheria zangu. E, mwandishi boi, umetisha kabisa mwisho kabisa. Utaratibu wa bodaboda kujoini kwenye kijiwe hiki cha Nalopa ukoje? Maeneo mengi sana kumekuwa na utaratibu wakisha, kwamba hautumii ha, madawa ya kulevya haunywi pombe, yaani wameweka utaratibu mzuri kwamba lazima mtu aheshimu kijiwe, kama ni kazi kama kazi nyingine. Hapa kwenye ofisi yenu utaratibu wa kujoini mabodaboda tuko nao vipi? Kwa kweli hapa kwetu tunamshukuru Mungu, vijana tuko nao ni wadogo, maana hapa tuko zaidi ya ishirini na tano lakini watu wa umri wa chini wako wengi sana, lakini tunajaribu kuasi na kuwaombea pia makanisani na kujaribu kuzungumza nao kama rafiki na kuzungumza nao sana sana sana, na saa nyingine wanatuelewa, ingawa kuna wachache ambao kidogo wanatusumbua. Lakini mimi kama kiongozi najaribu kutembea nao, naongea nao moja mmoja, sababu kiongea nao kwenye grupu kama kuna ushabiki kwao. Saa nyingine nazungumza naye hata nyumbani namu, namuelewesha na kama kaka yao, na mimi ni kiongozi, nina muda mrefu nikiwa nao. Kwa hiyo nimejaribu kuwasoma na wafahamu kwa kweli. Kwa hiyo najaribu tu kuwasii sana, maingine nafanya tu ibada ya kuwaombea, ndo msaada ambao naweza kufanya. Asaa umetisha kwelikweli, nikushukuru sana mwenyekiti na asante sana pia. Nashukuru na mimi pia umenipa mali pa kusemea <laughs> asante sana, mi naitwa Pierre Nkurunziza au jina lingine Peter. Ok, sawa. Nikajua ne, ni uyuyu wa Burundi na Pierre, eema Pierre, Pierre Nkurunziza, zani ni uhakika, yani amna hata mbaya hivi. Nini sababu ya migogoro kati ya madereva na wamiliki wa bodaboda. Ha, wamiliki, wamiliki mad, wa bodaboda wamiliki, wamiliki madereva ni uhakika, lakini wamiliki hapo si comment, ni mbaya. Shida ya wamiliki ni nini? ukizingua yenyewe teni yake moja kwa wiki kwa na, katka, yani, u, u, mbaka, i, ju, na teni yake moja katika yani Jumatatu mpaka na Jumapili, ukizungua teni ukapeleka elfu sitini na nimekubaliana na sabini chuma hauna na hata kama umepiga miezi kumi na mbili yote chuma hauna jomba, so kumi na mbili sabini kumi na dala kumi na dala, manake nini tena? Ushanichanganya, ushani kumi na tano kumi na dala, ndio kumi na tano wenyewe kumi, mm, na dala inamaana, inawezekana umeenda vizuri, unaelekea una, kumaliza mkataba, umepigia kumi na tatu kumi na nne, yani ile ndio unamalizia kumi na tano, unatafutiwa sababu nakuwa imeisha. Sa huoni kwamba kuna haja hii mikataba kuwa sawasawa, kuwa na huruma ndani? Aa, mkataba. Ama huruma sio malezi mkataba. Sasa ukinihurumia mimi unasema, siku zote wanasema ukimuhurumia nyani hey. Ukimuhurumia nyani jomba.